So, that is the program on the on dams. Kwa mambo ya rafiki yangu Bwana Muturi, Bwana Muturi nilimpatia kazi kama eh, mkuu wa sheria, yeye mwenyewe alinieleza ya kwamba hii kazi kwa sababu hajakuwa practice kwa muda mrefu kwa sababu alitoka huko kwa, kwa magistrate, bunge, kuwa magistrate akaenda bunge akakuwa mbunge akakuwa spika akasema ile kazi kidogo inamlemea, yeah? So nikakaa kidogo nikaona kweli amelemewa na ile kazi, lakini makosa pengine yangu, nilimsindikizia nilim, I persuaded him, nikamwambia no no, is ok, fanya tu hii kazi nafikiri, eh, haitakulemea lakini kwa muda nikaona kweli imemlemea. So nikasema ok, wacha nimbadilishie kazi nikampatia kazi ya waziri, lakini hata wewe unajua sasa hapo katikati akagoma kuja katika baraza la mawaziri. Sasa mi nataka nikuulize wewe, ni mimi nilimfuta kazi ama ni yeye alijifuta kazi? Sasa wewe ni waziri, baraza la mawaziri umeigomea. What am I supposed to do? lakini mheshimiwa rais, kiwapo aliyekuwa spika ama aliyekuwa uh, mwanasheria mkuu hmm, alitoa ripoti baada ya matamshi yako ya kusema kwamba yeye hakuwa competent hmm, akatoa ripoti ya kuonyesha yale mambo ambayo aliweza kuyafikia wakati alipokuwa ofisini hmm. Sijui kama unakubaliana na hiyo ripoti. Hilo ni jambo la kwanza, na jambo la pili hmm, kutokana na yale ambayo yalifanyika around uh, JB Muturi hmm, the former CS. Uh, inasema nini kuhusiana na wale viongozi, ama ni jinsi gani unaweza kuweka viongozi kwa mizani wakati ambapo unateua mtu? Na nitarejelea lile swala la Gashagwa, wakati ambapo ulisema kwamba mlipokuwa Karen eh, eh sio viongozi wengi ambao walikuwa wanamtaka. Kwa hivyo inasema nini kuhusiana na jinsi ambavyo unaekelea mizani viongozi ambao unafanya nao kazi, na wananchi watasubiri hadi lini? Na la mwisho, Mheshimiwa Rais, Eh, miaka miwili na nusu baada ya kuingia katika ofisi, ungali bado unapeana ahadi Wakenya wangoje ahadi hadi siku gani? Umemaliza? <laughs> bado yapo mengine kwanza. <laughs> <laughs> Okay. Uh, I am a person who believes in giving people a second chance even though many leaders did not uh,